E, bana klabu ya Young Africans imeendelea kusimamia msimamo wake uh, ijapokuwa imeangukia pua kule CAS. Sasa, asubuhi ya leo wamepandisha habari kupitia akaunti zao, inasomeka kama ifuatavyo. Uongozi wa klabu ya Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama kima ya kimataifa ya usuluhisho wa michezo yaani CAS, kuhusu kesi yetu namba CAS 2025 mkwaju A mkwaju moja moja mbili tisa nane. CAS imeeleza Young African Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuruma.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 kwa namna yoyote ile. Wanayanga, yoyote, wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sports Club. Hii ni taarifa ambayo imepandishwa siku ya leo kupitia akaunti za Young Africans ya kwamba wameendelea kususia mchezo wao ambao ilibidi wacheze na watani wao wajadi, lakini changamoto za hapa na pale ambazo zilikuwa zimetokea. Simba katangaza kuto kushiriki kwa sababu walikosa nafasi ya kufanya mazoezi katika ule uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa hiyo wakasusia na wao. Yanga walifika uwanjani wakasema, sisi tunahitaji pointi tatu tu na wakapeleka kesi kwenye mahakama za usuluhisho za kimichezo, yaani CAS, lakini hivi sasa taarifa ambayo ilikuwa imetoka mwanzoni wakaambiwa Yanga warudi tena chini wakaanze hatua za mwanzoni, ndipo waweze kufika kule juu. Hivi sasa Yanga wanatangaza kutoshiriki kabisa kuweza katika hatua ambazo za mwanzoni walizoambiwa waweze kushiriki, hivyo wanasusia moja kwa moja mchezo wa Simba na wanataka haki itendeke. Wamedai klabu ama ligi ya NBC Premier League nchini Tanzania kumekuwa na dhuruma nyingi sana kwa klabu nyingi, hivyo haki inatakiwa kutendeka, ili haki ikapate kuonekana kwa klabu zote. Tuendelee kwa karibu, ili tukapate kulijua sekeseke hili litaishia wapi.